Nianze kwa kudeclare interest. Mimi ni mdau wa shule binafsi mheshimiwa mwenyekiti, ni muombe sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, hivi ninavyozungumza magari mengi ya shule katika kila mkoa yanakamatwa na kuwekwa yadi gari. Asubuhi ya limetoka na wanafunzi nyumbani, linapeleka wanafunzi shule, wakifika njiani magari yale, wakienda kushusha watoto, magari yale yanachukuliwa na yanapelekwa yadi, kwamba gari hili bovu, gari. tumepata pressure kubwa shule zitafungwa ndani ya wiki mbili kuanzia sasa. Tunaomba wamiliki hao wa shule binafsi wapewe nafasi, ili kwamba wakati ule wa mwezi wa, wa saba kipindi shule zikiwa likizo hayo mapungufu yaliyoko kwenye hayo magari yakafanyiwe kazi, lakini wawaache watoto sasa hivi waendelee na shule. Mheshimiwa mwenyekiti, inaumiza kuona kwamba tunafanya vitu kwa kukurupuka. Hawa matrafiki walikuwepo barabarani miaka yote wakati hao watoto wanaenda shuleni na hayo magari leo limetokea ile ajali imekuwa mateso kwa wamiliki wengine. Mheshimiwa Mwigulu, tusaidie kwenye hili, wasitishe hilo zoezi. Shule zitakapofungwa mwezi huu wa saba, magari yatarekebishwa halafu ndio michakato mingine iendelee. Hilo ni ombi kwa Mheshimiwa Mwigulu. Mheshimiwa Profesa Ndalichako, tunaomba utusaidie. Kwanza nina maswali machache kama matano. Je, ni nakala ngapi za vitabu vya darasa la kwanza, la pili na la tatu vilivyokwisha kusambazwa? hili? Vitabu vimetayarishwa kwa gharama za walipa kodi wa Tanzania, vitabu ambavyo ni vibovu, nani anawajibika kwenye hili? Fedha kiasi gani zimetumika kuandika, kuchapisha na kusambaza vitabu hivi? Vitabu hivi vilitum, vilitumia muda wa miaka mitatu kuviandaa. Tunasema vitabu hivi sasa havifai, viondoke sokoni. Je, ni muda gani zaidi utatumika mpaka tupate vitabu mbadala wa hivi? Sisi wamiliki wa shule binafsi tumenunua, mfano mimi nimenunua vitabu vya milioni kumi na nane. Najiuliza nalipwa na nani gharama zile. Mulugo nilikuwa naongea naye amenunua vitabu zaidi ya milioni 30. Nani analipa gharama hizo? Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati hawa watu watai, wanaandaa huu mtaala, tuliomba kwamba wawashirikishe na wataalamu kutoka Yaani, watu wengine mbalimbali mbali, kwa maana hata kutoka kwenye sekta binafsi ili waweze kupata inputs. Wakajifungia vyumbani, wakakataa ushauri. Leo wamekuja na vitu vibovu. Nani anawajibika kwenye vitabu? Nimemaliza mheshimiwa ninavyo hapa. Ni upuuzi mtupu unaendelea hapa. Hata kiingereza cha mtoto wa English medium mwa darasa la tatu hawezi kutunga vitabu vya namna hii. Sijui ni wataalamu gani walitumika kutunga hivi vitabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya vitabu, nilikuwa naomba nielekee kwenye swala zima la kodi kwenye shule binafsi. Waheshimiwa wabunge wenzangu, ninaomba leo nielewe wa, wakati mmiliki wa shule binafsi anaposimama na kuzungumza habari ya kodi, tunazozungumza kodi 15 niliwahi kuzisoma hapa bungeni, mkashika vichwa. Hatujitetei sisi, maana kodi hizi nazilipa. Nyinyi ambao watoto wenu wanasoma kwenye hizo shule tunawatetea, kina mama ntilie, tunawatetea wananchi wa Tanzania kwa ujumla wao. Maana kama kwenye shule ada ingekuwa shilingi laki mbili inakuwa laki nne kwa ajili ya hizi kodi. Na anayezilipa ni wewe mwananchi sio mimi mwenye shule, mimi ni wakala tu wa kuzikusanya. Kwa hiyo tunaposimama hapa ile negative attitude kupitia kwa walimu kwa wamiliki wa shule tulioko humu bungeni iondoke kwamba watu wamekuja kutetea maslahi yao binafsi. After all kipele kinachokuasha wewe mgongoni mwako unakijua wewe mwenyewe na maumivu yake, sasa nisiposema mimi atasema nani? Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naomba sana hizi kodi. Imagine majengo ya shule yalivyo makubwa, unatakiwa ulipie property tax. Sheria ya elimu ya mwaka 77 iliomba wa, watu binafsi waweze kuisaidia serikali kwa kutoa elimu kwa nchi hii. Sheria ya elimu ya, ya, ya, ya mwaka 77 inatutambua sisi kama watoa wa huduma, wizara ya, ya fedha inatutambua sisi kama wafanyabiashara. Tushike lipi? Mheshimiwa mwenyekiti, wizara elimu ya nchi yetu inasimamiwa ina, ina, ina na wizara zaidi ya moja: wizara ya elimu, Tamisemi, wizara ya fedha, wizara ya afya, wizara ya ma, mawasiliano na uchukuzi, yaani nazungumzia Sumatra huko kwenye mabasi na kadhalika. Kwa hiyo kila mtu anakupiga kivyake, yaani kusema ule ukweli, it's like a a crime for you owning a school in this country wakati Uganda na Kenya mtu anayetaka kuanzisha shule anasaidiwa na serikali almost 60%. Leo sisi watu wamejitoa. Alafu haya mambo yangekuwa yamewekwa bayana wakati unatafuta usajili wa shule kwamba kuna kodi hizi na hizi na hizi na hizi. These are the criteria. Hakuna mtu angeanzisha shule kwenye nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna dirisha la wawekezaji wanaokuja kuchukua tanzanite zetu watu wanaokuja kuchukua ardhi zetu, wanaokuja kuchukua mali ghafi mbalimbali hapa nchini, wanadirisha la kusamehewa kodi. Mwekezaji mtanzania ambaye yeye ndio ana uchungu na watanzania wenzake, anayewekeza kwenye elimu ya nchi hii hana msamaha wa kodi. Hana msamaha wa kodi hata kwenye vitu tu vya kama sementi, bati na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wenye shule mia moja, ukiwapima wote wana presha na na sukari sukari. Labda kama hawana presha na sukari, ni wawili Kitabu tupu kama serikali tu yenyewe inashindwa kutengeneza miundombinu mizuri na kutoa elimu bora kwa watu wake, sembuse mtu mmoja. Ifike mahali mheshimiwa mwenyekiti, serikali itambue juhudi zinazowekwa kwenye hizi shule na watu binafsi. Lingine nimwombe mheshimiwa Ndalichako, ilikuja barua kutoka kwa kamishna wa elimu kwamba hakuna mwanafunzi kukaririshwa darasa. Naomba ni, ni, ni, nisome effect ya, ya hilo swala la kutokumkaririsha mtoto darasa. Mfano matokeo ya mwaka jana, mwaka jana na mwaka juzi ya kidato cha nne. Wanafunzi waliopata division 1 na mpaka division 3. Eh? Ni ni wanafunzi division 1 mpaka division 3. Ni wanafunzi 53,000. Wanafunzi waliopata division 4 na 0. Ni wanafunzi 2015 hiyo. Ni wanafunzi laki tatu na hamsini na nne. Wanafunzi waliopata division 1 mpaka 3, 2016 ni wanafunzi 1054 na, na wanafunzi laki tatu na, arobaini na saba, waliopata division 4 na zero. Yet mnatuambia hakuna kukaririshwa darasa. Hivi tunawaandaa watoto wamalize darasa la saba na form 4 au tunawaandaa elimu wanayosoma iwasaidie? Kwa mfano huko kwetu kwenye shule za binafsi ni mapatano ya mzazi na mwenye shule. Kila shule ina joining instruction kwamba mtoto wako asipofikia hii max, kwa kweli hawezi kwenda mbele, na mzazi ana saini na tunakubaliana. Ametokea tu mzazi mmoja amekwenda kulalamika huko wizarani, ndio zinakuja kuandikwa waraka za namna hii. This is not fair, alafu tunashangaa ufaulu ambao ni mbovu kiasi hiki. Watoto wanaofaulu division 1 mpaka 3 ni watoto 1054 kwenye malaki ya wanafunzi Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naomba wizara ya elimu itazame hivi vitu, alafu wakati wanapotoa maamuzi ma ya namna hii, pia wakati mwingine watushirikishe. Ninayezungumza ni mwenyekiti wa wadau wa shule miliki Tanzania, niko humu humu ndani. Tunaomba tushirikishane hivi vitu vingine, maana tunaumia. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna, wa mwenye tuna wanafunzi zaidi ya laki saba kwenye shule za binafsi Tanzania. Tumeajiri watu zaidi ya eh, eh, eh, elfu 45 walimu na wasio walimu kuna matrons kuna madereva kuna wapishi kuna kila kitu. Tunachangia uchumi wa nchi hii kwa kununua vyakula na mahitaji mengine. Sisi sio watu wadogo, tunaomba tutambulike kwenye hii nchi kwamba tunasomesha watanzania wenzetu. Hakuna mchina atakayekuja kujenga shule hapa. Hakuna Mwingereza atakayekuja kujenga shule Tanzania ili watanzania wasome, wakiwasaidia kwenye elimu watawatawala namna gani? Sisi ndio wenye uchungu na Tanzania, na ndio maana tumewekeza kwenye elimu kwa hiyo tunaomba juhudi zetu zitambulike, mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, tunacheza na referee mchezaji. Watu wa elimu nchi hii ni TAMISEMI na watu wa shule binafsi, lakini sisi tumekuwa watu wa kupokea maelekezo kutoka TAMISEMI, kutoka wizara ya elimu. Tunaletewa tu tunaletewa tu tunaletewa tu, hatushirikishwi. Kuwe na chombo maalum ambacho kitaregulate elimu ya nchi hii ili kuwe na fair play kati ya watu wa elimu Kuanzishe chombo kinaitwa Tanzania Education and Training Regulatory Authority, ili kama kuna shule ya msingi ya serikali haina choo ifungwe, kama inavyofungwa shule ya mtu binafsi ambayo ambayo haina choo.